Zimeshikilia desturi ya tohara bila kubadilisha lolote licha ya usasa kuathiri eh, mila na tamaduni za sasa. Rashid Ronald ametuandalia makala maalum kuhusu tohara katika jamii hiyo. Mbiu ya mgambo ikilia, wanasema kuna jambo, na hapa jambo ndo hili vijana hao wamevuka rika moja na inayojulikana hapa Kuria kama abarisia na kuingia jingine linaloitwa abamura, kitambulisho cha heshima katika jamii. Hebu turudi nyuma kidogo. Wanawake hawaruhusii kamwe karibu na hapa, na hata watu wa jamii nyingine ni marufuku kabisa, la usivyo utalaaniwa na wazee wa kimila almaarufu kama Abagaka Vinchama. Kama kawaida waliamka asubuhi na mapema na kuwaandaa vijana hawa kabla kuwaleta hapa. Wengine wametoka umbali wa zaidi ya kilomita tano. Baada ya kumaliza shughuli hii, wao hutulia kidogo, halafu safari inaanza, kila mtu kwenda kwao. Na hapa wanapanga laini kulingana na yule aliyetahiriwa wa kwanza hadi wa mwisho, huku densi na ngoma ikisakatwa. Nasi tuliandamana na mmoja wao hadi nyumbani kwao. Njiani, kina mama akiwemo mama mzazi huwapokea na kuwapa zawadi ikiwemo pesa taslimu. Mwana huyu amefika kwa boma lao, anapokelewa kwa rindimokali, na hapa jamaa itawabidi kusherekea kwa mlomurwa. Rashid Ronald, KTN leo, eneo la Masaba katika kaunti ya Migori.